pamoja na watu wa nyumbani mwake na masaba zake na wasalamu wote kwa jumla, Allahumma amin. Wapenzi watazamaji vyetu, na muhimida, wa vipindi vyetu vya DUG TV1, naanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kutakieni kila la heri popote mlipo na nikujie na ukumbusho kidogo kutokana na habari ambazo zimesikia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mtu ameposti ame kwamba upanga wa radi ameritadi, audhubillahi min ashaitani rrajim Kweli mtu anaweza akatengeneza posti, anadai kwamba eti upanga wa radi yameritadi? Kweli jamini! Hey, mtihani kwa kweli ni mtihani. Jamaa zangu, nataka nikumshieni kitu kimoja. Ulimwengu wa kisasa wa Wakristo wanaelewa kwamba hawana hoja ya kuweza kumtoa Mwislamu katika Uislamu wake na kumpeleka katika njia za kikafiri, na akipatikana labda mtu wa meritadi ni vitu hivi viwili vi, vikubwa vinamfanya huyo mtu waritadi. Cha kwanza ni mtu ambaye haizingatii dini, yani hauzingatii dini yako ya Uislamu, labda umepata Uislamu tu kwa ba kwa bahati nasibu tu ukajikuta umekuwa kuwa tu Mwislamu, na ndio watu kama hao wanaweza kaenda ta madrasa, lakini hana mazingatio ya kile anachokisoma. Kwa sababu gani? Ufahamu wa kuufahamu wewe wa Uislamu wake atakuwa hana na watu kama hawa ni, ni wengi duniani. Mtu anaenda anaingia katika Uislamu akasoma Uislamu, lakini ameingia katika Uislamu kwa bahati nasibu, anasoma kwa bahati nasibu, ufahamu haupati kwa ajili ya kuzingatia Uislamu wake huyo, anaweza akaritadi. La pili kuna wengine ambao wameifanya dunia kuwa ndio starehe zao, mtu akaipenda dunia mpaka akaona kwa kwamba aanze kuuza njaa, labda nikiwacha uislamu nitafute maisha, mtu anatengeneza. Kwa sababu leo dunia inafahamu kuwa ukiambia mtu kuwa nilikuwa Mwislamu, nimeuacha Uislamu na hivi nasiri kubwa ya Uislamu, makanisa yatakupokea kwa vigelegele na shangwe kabisa, wataona kama wewe ndo mtu, maana wewe ndo unakuja na pointi tena sumu, useme kwamba mimi nilikuwa shekhe, watakubatiza na jina la Sharifu. Huyu alikuwa ni sharifu huyu eh? zaidi ya hapo atakwambia kama huyu ndio alikuwa mkuu wa majini, kwa sababu tu umetoka katika Uislamu, ukauacha Uislamu. Na hii Uislamu kwa jinsi unavyotizamiwa manake, ni jambo ambalo kila mtu anataka atafute namna gani atalia katika hili dini. Lakini mimi alhamdulillah, nimezaliwa kwa baba na mama Uislamu. Baba yangu ameanza kunifanyisha madrasa, kunizoelesha kwenda madrasa toka na miaka chini ya miaka mitano tunaanza kukwenda madrasa alhamdulillah. Nimekuja kuanza kufanya kazi yangu ya mihadhara, nilikuwa hapo na, na juzu zangu hizi tatu. Nilikuwa bado mdogo miaka kumi na mbili, nilikuwa na juzu zangu hizi tatu, zilikuwa zinakaa vizuri kichwani. Alhamdulillah nimepambana nazo kwa ajili ya kumtangaza Mungu na Mtume. Kwa hiyo mihadhara naenda kunampa mpe huyo rudisha, watu wanasilimu, alafu mimi niliyekuwa nawaita watu katika Uislamu ionekane kwamba kweli nauacha huu Uislamu? Jameni, Mtakuwa kichaa au zaidi ya kichaa, hata kwa uchawi. Na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, nipo kwenye mtandao wa kijamii, endapo nitapata fikra kwamba mimi Upanga wa Radi nataka kuomba kuritadi, kabla hiyo fikra ijaingia kichwani, na Mungu awe ameitoa roho yangu, maana ni jambo ambalo haliwezekani. Ni jambo ambalo si jambo, lenyewe ni lepesi kwa mtu ambaye ameisomea dini yake, mtu ambaye amezingatia dini yake. Sasa kuacha Uislamu, Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, kuwacha Uislamu ni kama vile unamsaliti Mungu, unamwacha Mungu. Allah anasema ndani ya Qur'ani, Audhu billahi mina shaytani rajim Bismillahi rahmani rahimi, anasema wa man adhlamu mimman iftara ala Allahi alkadhiba wa huwa yud'a ila alislam Wallahu la yahdi alqawma zalimin. Nani nani zalimu mkubwa wa nafsi yake kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo na hali ya kwamba huyo mtu anaitwa katika Uislamu, anaitwa ndani ya dini ya Uislamu, kisha ye nakataa nakataa misitaufuata Uislamu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. Yani, we kukataa Uislamu, wewe unakuwa dhalimu, unadhulumu nafsi yako, na mbele ya Allah wewe ni muongo, kwa sababu wewe utakuwa umeuacha haki kisha wewe ukafata dini isiyokuwa ya haki nakuwa ni dhalimu unadhulumu nafsi yako, na huyu anayedhulumu nafsi yake ni yule ambaye ameitwa katika Uislamu kisha akaukataa huu Uislamu. Kwa mimi siwezi nikajidhulumu kiasi hicho. kwa mbiti mimi upanga wa radi eti eti, eti niritadi eti juu nenda ku, kumtafuta ku, ku Yesu kanisani? Yesu niko naye msikitini, nenda mtafuta kanisani. wapi Yesu kazaliwa? Msikitini. waliompokea ni Uislamu, walio mzaa ni Uislamu. Nenda mtafuta wapi sasa Yesu. Mariamu mama yake Yesu alikuwa ni Muislamu. Sasa mimi ndio mtafuta Muislamu. Sasa nenda mtafuta Yesu wapi sasa? Ni, ni mwache msikitini nenda mtafuta kanisani, si itakuwa kama ni unaenda unaenda tafuta nani bangi, bangi kwenye duka la dawa huko. Ah ndugu yangu, unaenda tafuta bangi mfarmasi. Utakuwa umechaluka kichwa. Ala naendelea kusema kwamba sasa kuwajibu hao no, wanaotangaza wanaotangaza hizi habari za uongo. Uongo. Ala anasema kwamba yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wanataka kuzima nuru ya Uislamu ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao, wallahu mutimu nurihi walaukariha alkafirun, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa makafiri hawataweza kuzima nuru ya Uislamu, bali Mwenyezi Mungu ataufanya huu Uislamu upate kushinda dini zote, japokuwa makafiri watachukia. Sasa nipo kwenye dini ya ushindi na wachaji dini, dini ya ushindi, dini yangu ni Uislamu Dini yangu ni Uislamu, na mtume wangu ni Muhamadi, mola wangu muumba wangu ni Allah. Hili ndilo ambalo roho yangu imeridhia, moyo wangu umekubaliana nalo. Wallahi alaishatambia kwamba wala tamutuna illa wa antum muslimun, msife ila nyote mmekuwa Uislamu kamili. Na hii nalizingatia, yani kama vile wanakuambia itifaki imezingatiwa. Hili hapa nimelizingatia, nimepiga mstari Siwezi ni kafa isipokuwa mimi mwenyewe ni muislamu kamili, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anipe mwisho uliokuwa mwema. Kufa kwangu ni tamki mbili za watu, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yani hii ndio namomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwezeshe kwa ule anaenda kwenda kuzagaza, anatafuta labda kuuza njaa, labda kupitia jina la Upanga wa Radi kwa sababu ya umaarufu wangu ya Upanga wa Radi, ni daktari wa mihadhara kwa hiyo nikisema kwamba eti amiritadi, watu watamsikiliza, watu watampokea. Ndugu yangu, wewe utapata kile ambacho unakusudia kipata cha dunia, lakini mbele ya Allah unakata tiketi ya kwenda motoni, kwa sababu ya kudhulia mhadhiri mkuu wa Kongo eti amiritadi, kisha na mkasa kuuza njaa yako. Kweli ndugu yangu, muogope Mungu pale ulipo. Ndugu yangu, upanga wa radi yupo mzima afya tele kabisa na mapambano ya mihadhara, tupo katika uwanja wa mihadhara. Apa naongea ndio katika eneo la Kahama, na inshaallah, Mungu akipenda, kesho itakaoanza utaka katika vijiji tofauti. Matokeo ya mahadhara utaiangalia namnagani tunavyomtangaza Mungu na Mtume Muhaadi akuwaita watu kuwatoa katika giza la Ukristo na kualta katika ya Bwana Mtume Muhamadin nikombe. Ndugu yangu, endapo utapata lip yangu hii, basiwarushi watu wengine wapate kuelewa kwamba wale wanaonizingishia atmrita wamesema uongo. Mimi iposlad ko huyu hapa anaongea, mapenzi ya Uislamu ninayo, mapenzi ya Bwana Mtume ninayo. Niongee kwa raha ya aina gani uone kwamba mimi bado Uislamu wangu siwezi nikauacha, kifo kitanikuta hadi kwamba mimi ni Muislamu, na nimemwombaga Allah, subhanahu wa ta'ala, unifishe hadi natoka kwenye muhadhara, baada ya kuelewesha watu Uislamu, nikifika nyumbani kwangu basi niwe nimetua hapo hicho nitakuwa nimeridhia kwamba nimekufa Mwislamu. Niwalinganie watu wauelewe Uislamu, watu wakubali Uislamu, waingie kwa wingi katika Uislamu. Halafu hapo Mungu nipe maradhi madogo yasinitie wasiwasi. Nikifa hivyo, alhamdulillah nitakuwa nimemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nife katika kazi yangu ili ambayo tunasema kwamba mtu anakufa kuwa shahidi ni ushahidi katika kazi yangu kwamba nimekufa, nimekufa kwa ajili ya kazi yangu. Barakallahu fikum na ala kulipeni, kila la kheri wale ambao watakutana na kipetu hii na kuweza kuisambaza kwa watu wengine. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh wabarakatu. DUG TV1 harakati zetu, mawaidha, mihadhara na matokeo ya jamii kupitia simu yako ya mkononi, pamoja na DUG TV1. Misiki ya roho unachomokaje